Bana Majizo yameongea na wadau wa mziki wa bongo flavor, kuombea msamaha wasanii ambao wanafanya shughuli zao za mziki, kwa sababu kipindi hichi kimekuwa ni kipindi kigumu sana. Wasanii wapati show, lakini pia kazi zao zimekuwa ni ngumu kupublish, mapokezi yanakuwa madogo sana so Majizo ametumia nafasi hii pia na kuzungumza na wadau wote ambao wana support mziki wa Bongo Flava, na kusimama pia kuwaombea msamaha wasanii ambao wanashiriki pia kwenye Bongo Flava uh, kuwasamehe na mambo mengine yaendelee. So kizungumza, mimi ilichokizungumza nakuwekea clip hapa, alafu utoe maoni yako ambacho Majizo. Hii ni Bongo Plus TV amekizungumza Majizo. Hii ni Bongo. Kuna wakati naamini wadogo zangu wanakosea wanateleza tukiri kabisa, kuna wakati wana, wana maneno ya kukera kidogo na kuna wakati wanapitiliza, naamini e, kibinadamu. Na ni vizuri kukiri. Mimi kama kaka, kama mshikadau wa sanaa, nawaombea radhi kwa niaba yao ili kiwanda kiendelee kusonga mbele. Adhabu tutakayoitoa ina madhara mengi makubwa. Ndio maana anatoka mbele yenu kuwaomba radhi kwa yale maneno kadhaa ambayo yalitoka ambayo yaliwakera, na naamini kabisa tukubaliane kwamba adhabu hii inaweza kukugusa hata wewe ambao unaiendesha sasa hivi hii movement, kwa sababu tuangalie tu kwa kawaida, msanii kama Shilole tumemchomea eneo lake na tumembani mziki wake. Hebu niambie vijana wangapi wamekosa ajira kwenye ile restaurant ya Shore. Sio chini ya mia mbili. Au madogo movement zao ya income yao inawezekana inazunguka inafika mpaka kwako. At the same time bado kuna watu wengine tumewanyima nafasi kwenye production kama nilivyoongelea kwa awali. Mtu kama Diamond ndio inawezekana ametukera au anatukera. Lakini Diamond ni kweli tunataka tumuue kabisa asiwepo katika industry. Tujiulize, ni kweli tunataka tumuue Diamond? Diamond ambaye ametusaidia kumleta mtoto wa Usuelini Konde Diamond, ambaye amemleta Revan. Diamond amemleta Zuchu, Diamond ameleta Lavalava -lava. Hao wote ni watoto wa Kiswahili maskini wenzake, amewashika mkono kuwaleta juu. Diamond huyu mwenye media house ambaye ameajiri vijana pale zaidi ya mia tano. Kwa hiyo naomba radhi kwa yale machache ambayo yanawakera, ili Kiwanda kiendelee, kiwanda kiendelee kuzalisha, kiwanda kiendelee kutoa nafasi kwa vijana walio wengi.